Aliyejiandaa kwa ajili ya mada ya furaha ya mtoto. Na mada hii inahusu jinsi ya kukuza mazingira ya furaha na amani kwa mtoto, hivyo umakini wenu unahitaji. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Jamani, nafikiri tumeona namna ambavyo watoto walikuwa wakifanya, wengine walikuwa wakiomba, mwingine alikuwa akitoa, lakini wanaopewa tunaona walikuwa wanakataa. Somo namna ambavyo ilikuwa linataka kwenda, wao wameamua waliboreshe zaidi. Mungu awabariki sana, watoto wazuri. Haya, mwende mka enjoy tunda lenu, mwende safari njema. Ilolo net event, Ilolo net event. Salama hatimae. Salama hatimaye. Tunamshukuru Mungu tena kwa wasaa huu mzuri. Jana majira kama haya tulikuwa hapa tukijifunza somo linalozungumzia furaha ya nani? Furaha ya mtoto. Na leo tuna somo lenye kichwa kinachosema tabia hii si yangu. Tabia hii si Naam, naamini kwa kakisa haka kadogo namna walivyokafanya watoto, mtakuwa mmepata kitu. Kuna mmoja anaonyesha hali ya kutaka kutoa, lakini watoto wengine wanaonyesha hali ya kukataa. Wale ambao tulikuwa ni waombelezi, nafikiri tutakuwa tumekipata kitu hapo, na wale ambao walikuwa ni wachoyo kuna kitu hapo, una picha ambayo umeitengeneza hapo. Sasa nini ambacho tungeenda kujifunza siku ya leo? Mungu atusaidie. Watoto ninyi mnaofuatilia katika mitandao ya kijamii lakini na sisi watoto ambao tunaendelea kufuatilia hapa, kabla ya kuendelea na somo letu, tungekaribisha uwepo wa Mungu ili tuweze kuendelea na somo letu. Tuombe. Asante Kristo kwa ajili ya wasaa huu tena. Hapo jana ulikuwa pamoja nasi, lakini siku ya leo tena umeruhusu watoto wako tusogee katika viwanja hivi vya mikutano. Tunaomba uwepo wako ukawe pamoja nasi. Tukajifunze na tukaelewe kile ambacho umekusudia tukakipate katika mikutano hii. Tunaomba tukiamini utakuwa pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Watoto wazuri watoto watoto wazuri, kuna wimbo mmoja naupenda sana. Naomba tuje tuimbe pamoja watoto, naomba tuje tuimbe wimbo mmoja hapa, wimbo wa watoto unaosema, wimbo unaosema, njooni haraka watoto wazuri, njooni tuimbe pamoja hapa, wimbo unaosema, ninazo picha mbili. Ninazo picha ngapi? Mbili. Haya, tusogee hapo tuimbe, watoto wazuri. Na ninyi watoto huko mnaotufuatilia, kama unaofahamu huu wimbo, basi tuimbe kwa pamoja. Haya, jipangeni vizuri hapo, tunaenda kuimba. Asanteni sana haya, watoto wazuri, turudi kuketi. Somo letu limejengwa katika kile kitabu cha Luka kumi na mbili na ule mstari wa kumi na tano. Kichwa cha somo nimesema kinasemaje, watoto? Kichwa cha somo nimesema kinasemaje? tabia hii sio tabia hii siyo yangu. Somo hili limejengwa katika kile kitabu cha Luka 12 na ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, angalieni jihadharini na kila namna ya tamaa, kwa maana maisha ya mtu hayamo katika wingi na vi, wa vitu alivyonavyo. Jihadharini kwa maana wingi eh, jihadharini kwa mahana maisha ya mtu hayamo katika wingi wa vitu alivyo alivyo navyo. Jambo ambalo tunapaswa kujifunza katika somo hili, jambo la kwanza, tunapaswa kuwafundisha watoto namna ambavyo wanapaswa kutambua tabia njema na tabia isiyo njema. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulitambua na hasa kwa wazazi na walezi. Inatakiwa kuwafundisha watoto kutambua tabia mbaya na tabia zisizo mbaya. Watoto tunazifahamu tabia mbaya. Naamini hata wewe mtoto ambaye unatufuatilia katika mitandao ya kijamii unafahamu kuna tabia ambazo ni mbaya na kuna tabia ambazo ni nzuri. Tabia mbaya Zinaweza zikatufarakanisha au zikatukosanisha na rafiki zetu. Jana tulijifunza mambo matatu ambayo yanaweza yakapoteza furaha ya mtoto. Tukajifunza ya kwamba kuna wivu, kuna tamaha, kuna ugomvi. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikapoteza furaha ya mtoto. Lakini kitu kingine ambacho tunapaswa kujifunza Watoto kila mmoja aseme, watoto! Tupo tupo! Aha, sasa kila mmoja atarudia kauli hii sawa? Nisikilize vizuri. Mara ya mwisho tulijifunza ya kwamba